Ndugu wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristu. Bado tupo katika kampeni ya Kapu la Mama ambapo wengi wetu tumechukua bahasha na bahasha hizo tunaweka kiasi cha hela ndani, ili hela hizo zitumike kwa ajili ya kukiinua chombo chetu cha mama yetu Bikira Maria ambacho kinatumika kwa ajili ya kutoa habari njema, Injili ya Yesu Kristu kwa watu wengi. Maelfu na maelfu wanasikia habari hiyo njema, na sio wa Kristu tu bali hata watu wengine ambao sio Wakristo, kwa kupitia redio hiyo, basi wanapata ujumbe, wanasikia habari njema za Kristo. Basi tunakuomba kwa upendo wako, kama umechukua bahasha hiyo, tunakuomba uweke kiasi chochote cha hela huko na ukirudishe, ili ili tuweze basi kuendelea kukiendesha chombo chetu cha mama Maria na uendelee kubarikiwa katika maisha yako. Na kama hujachukua bahasha bado, tunakusii na tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo uchukue bahasha na uweze kuendelea kututegemeza hasa kwa redio yetu Maria, na kwa kupitia wewe basi, injili ya Kristo iendelee kufikia watu wengi kama tunavyotegemea. Ubarikiwe sana na Mungu akuinue sana, unapofikiria kukiinua chombo chetu, ili habari njema iwafikie watu wote kupitia redio yetu pendwa, redio ya mama, redio Maria. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.